Siku ya pili ya kumsaka atakayekuwa mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IBC, wa kwanza kufika mbele ya kamati teuzi akiwa Erastus Edang Ethekon. legal advice

Baada ya Erastus kutoka kikangoni na kuelezea wasifu wake mbele ya kamati hii, ikawa nizamu aliyekuwa hakimu na mtetezi wa haki za binadamu Francis Kakai Kisija akielezea jinsi atafanya tume ya IBC kuwa kidijitali ili kukabiliana na changamoto zinazoshuhudiwa hasa baada ya uchaguzi because there's so much that goes out there which is not true information about really what's happening. So depending on the IT expertise that will be there and depending on the program itself, then it should be able to, to detect and block that which one thinks is, uh, a problem. Mwaniaji huyu akikana madayo kuhusika na ufisadi na kufurushwa mahakamani alipokuwa hakimu na kubaini kuwa hizo zilikuwa habari potovu na kwamba kuhusika na ufisadi wowote in terms of loss of money there was no loss of money it is in the public domain in terms of whether that court was constructed yes it was constructed and they know where it is so that is what happens but i must say in public service, in public service you serve you are, while you are serving you don't understand what will hit you the only thing that can save you in public service Watatu kufika mbele ya kamati hiyo alikuwa Jacob Ngwele Muvengei, ambaye alibaini kutumia ujuzi wake wa siasa katika bunge la kitaifa na bunge la kaunti ya Nairobi kutatua changamoto ambazo zimekuwa zikikumba tume ya IBC kabla, wakati na baada ya uchaguzi.

Mwaniaji wa mwisho kufika mbele ya kamati hiyo leo hii akiwa mwanasheria na mwenyekiti wa sasa wa bodi ya kampuni ya KPLC, je mdivo. Jumla ya waniaji wa nane kati ya kumi na mmoja wameojiwa kufikia sasa, kamati hiyo ikitarajiwa kukamilisha mahojiano ya waniaji wa wenyekiti hapo kesho. Isaac Musioka, Undugu TV.